Uh, ndugu zetu kwenye mtandao mnatupata, haleluya. Amen, amen. Mungu awabariki sana. Naona ni kama mama yetu yuko hapo. Basi tuanze na, tuanze na Dar es Salaam. Karibu bwana asiye Amen. Amen. Basi tunamshukuru Mungu kwa sababu ya neema yake ambayo inaendelea kuwa katikati yetu ndio, lakini pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya kanisa kwa ujumla vile ambavyo tunaendelea kuanzia hapo kambi kuna kwenye mitaa mbalimbali Naam. e, nimshukuru Mungu pia kwa sababu ya wazazi wetu vile ambavyo anaendelea kuwatetea na kuwalinda pamoja na nyakati ngumu ambazo anakuwa nazipitia. Basi sisi pia tunaokusanyika, tusiendelee au tusiache kuwataja katika maombi yetu, kwa sababu sisi tunakusanyika na tuko hivi tulivyo kwa sababu yao. Nimshukuru Mungu kwa sababu ya ibada ambazo nazo jana, nitoa ibada ya Jumapili, lakini kwa kuwa nimepewa nafasi ya kushuhudia na hata jana yenyewe nilifanya ibada kwa hiyo siwezi nikakosa cha kushuhudia. Mi nimshukuru Mungu hata kwa wafundisho alioendelea nalo mtumishi Zawadi na alioendelea nao Pastor Mwongosi. E, yote yanakuwa anatuhamasisha kuendelea kutazama sawasawa. Hmm. Tunakusanyika kama hivi, tukiambiwa tatizo sio tatizo, ni vile ambavyo tunatakiwa tuwe na uwezo wa kutazama vitu sawasawa sawa, ili tuwe na uwezo pia e, wa kumwendea Mungu sawa sawa, na ndio maana walisema hivyo, ni kwamba e, Mungu kama Mungu huwa anaonekana mbele ya mtu ambaye anakuwa anakabiliana na tatizo. Ndio maana mtumishi wangu jana akasema kwamba tatizo ni pale ambapo mimi na wewe badala ya kulikabili tatizo tunalikimbia tatizo. Lakini kumbe Mungu alitakiwa aonekane tukiwa tunalikabili tatizo, sio tukiwa tumelikimbia. Amen. Na ukweli ni kwamba hata tukisema Bwana wa vita huwa haonekanagi kwenye vita, isipokuwa sisi wenyewe tukiwa tumeingia kwenye hiyo vita. Ndiye alionekana kwa watu wakiwa wana wanakabili mambo. Wakati mwingine ukiwaza ile andiko la Hesabu kumi na tatu unasema kwamba wale watu wakaanza kusema tumekuta watu kule wanakula watu. Unasema hivi, kweli waliwaona wali wanakula watu au ni walikuwa nakuza tu mambo sawa na vile ambavyo waliamua walifanya tatizo kuwa kubwa, lakini ukweli katika kwenda kuipeleleza nchi hawakuona wanakula watu. Ni vile ambavyo wao wenyewe walijiona kama panzi, wakaanza kusema kule kuna watu wanakula watu no. Sasa wao waliendea wali kule wakapeleleza afu hawakuliwa. Na ukumbuka walikuwa wageni, unaweza ukasema ndio walikuwa ni majasusi, lakini unaona kwamba tatizo ili kweli kichwani tatizo alikuwa kweli wale kuumba wanafiri wanakula watu. Tatizo lilikuwa liko kichwani, ndiyo kwa hiyo hivyo. Lakini pia nimshukuru Mungu kwa sababu ya Pastor Mwangosi na fundisho lake ambalo aliendelea nalo. Amen. Alivyokuwa kule Tunduma, mimi ufafanuzi wa jana nilielewa kwa namna ya tofauti, e, sana. Hapo huwa ni fundisho ambalo ameshawahi kulifundisha mara nyingi, lakini jana ni kama nilianza kuelewa kwa namna tofauti kwamba imani yanakuwa ni maisha ambayo ni maisha yanaonekana ila ni maisha ya kukitumaini kitu kisichoonekana. Kwao watu wanakuona una imani kwa sababu harakati wanazokuona nazo, wanasema aina hii ya maisha huwa ni ya watu wanaotumaini kitu fulani. Amen. Kwa rugha rahisi ni kwamba sisi hatujitoi sana kwa Mungu kwa sababu hatumwamini au ndani ya Mungu hatuoni kitu, kwa sababu watu wao wanajikomiti kwenye vitu wanavyoona, wana vitu ndani yake. Mm. Mtu akijikomiti kwenye biashara ni ndani ya biashara faida, ana imani na biashara. Kwa hiyo kumbe harakati e, fulani au yeah, commitment fulani kama alivyokuwa anasema mzee kwamba imani ni kuchukua maamuzi sahihi ambayo hata kama wakati mwingine watu watakuelewa. Mm. Akina Ibrahimu walichukua maamuzi ya kuondoka kwenye nchi yao Ndi. wakiwa Yaani, ndio tuseme walikuwa wanaamini, walifanya yale maamuzi kwa sababu kuna kitu walikuwa nakitazamia, walikuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo Mungu, kwa hiyo mimi nimshukuru Mungu e, sana kwa fundisho hilo, na ni mafundisho tu ambayo nakuwa nasema hapa na mimi na nitajaribu kama ambavyo hata mzee alikuwa anasema kwamba tuendelee tu kuishi maisha ambayo hata kama tuwezi usiwe tuna ufanisi kwenye kila eneo lakini walau tuwe kwenye sifa ya kumpenda Mungu sana, kwa sababu humo ndani E, ya kumpenda Mungu sana, moyo wa huruma unaweza ukatokea humo. Amen. Na tukaenda kwenda kwa ndio wale ambao tulikusudiwa kwa injili hizi ambazo anazihubiri. Kwa hiyo nimshukuru Mungu sana. Sisi tuko hapa tunaendelea na imani, haijawahi kuwa ni adhabu kana kwetu kanisani kwa kuwa kuna kitu tunakitarajia kwamba kilipatikana kwa watu kuonekana kanisani. Neema ya Kristo huyo pamoja nasi tuwe na ibada njema. Amen, amen. Amen, amen. Mungu awabariki sana hapo Dar es Salaam. Basi twende wapi? Twende Mbagara, wakati wa mtu Muislamu kutakuwa na najiandaa. Endelea kuongea. Haleluya, amina sana. Amen. Sisi Mbagara hapa hivi Ndiyo, eh, namna tunaendelea vizuri yeah, neema kabisa, tuko vizuri, namna tunavyoendelea pia, tunazidi kuzidi kumasishana namna ya kuweza kutembea katika njia ambayo tunakuwa tunapewa mafundisho mbalimbali na wazazi wetu pamoja hapo hivi baba yetu Herbert pamoja na mzee atajana namna alivyokuwa pale hivi anajaribu kuhustiza ku yeah, namna ya, kune, ya ya, ya, ya kutenda, kwa hiyo sisi tunaenda vizuri, Amen. Sana sana hata juzi hapo hivi nilienda kule kule hivi mkoani kule Msoma, mm. Sasa nilipofika hapo ku- nikajaribu kwenda kuh, nikajaribu kuwahubiria ya kwamba kile kipindi walijua kwamba nilikuwa ni mtenda dhambi, lakini sasa hivi kuna maisha fulani ambayo nimebadilisha mfumo wa maisha, kwa hiyo nilishatoka kulevi, sasa niko kwenye maisha ambayo nimeachagua kwenye masuala ya wokovu nikajaribu kuwaelekeza kile ambacho niko nacho sasa hivi. Kwa hiyo pale hivi nilijaribu kuhubiri pale hivi, na kila mmoja alijaribu kutafuta kwamba sasa wewe umeacha, kwa sasa, kwa ubiria, wengine, pale hivi, tangia lini maisha yale ambayo umeacha namna ulivyokuwa umenizoea. Sasa nikajaribu pale hivi kuwahubiria, na baadhi ya wengine wakaja pale hivi ni waupee. Ni kweli ni kama vile wingu lilikwepo, lakini kesho yake ilikuwa ni Jumapili ambayo nilienda li kanisani mm. nikaingia ndani ya kanisa. Sasa ile kanisa wakanipa wakanipa muda wa kuweza kuhubiri ndiyo. Nijaribu pale kuhubiri kwa namna ile alivyokuwa anahubiri, maana yeye alikuwa anahubiri sana masuala ya sadaka. Sasa nilipoingia pale vile kuhubiri, somo langu likawa kwamba mjue sana Mungu wako. Mm. Kwa hiyo pale vile nilipo uhubiri pale, ah, mimi naona kwamba ni kama vile nema likwepo kwa sababu hata ilivyohubiri sikutegemea kwamba nitaweza nikahubiri vile eh, lakini bado tunasema tunatazamia kwamba nizibada ambazo tunazifanya ndio za ukatufanya kuwa ni watu wa faida, namna tulivyokuwa tumezoleka na sasa, inakuwa ni vitu vitijapo, tutafata mafundisho haya ambayo tunazidi kufundishwa kila siku, iibad ambazo tunazidi kuzifanya na maombi na mifungo basi hivi tukivifata vitatupelekea kwenda kutenda sawasawa sawa. Na kila mmoja kuona wee ni mtu wa maana sana Amen. Mimi nilitoka kwetu mpaka kila mmoja alijiuliza mpaka wale waumini wa pale wanasema, bora baki hapa hivi baba, tutakupa kiwanja tujengee kanisa. Kwa hiyo nakuja kuona kwamba eh, hizi ibada ambazo tunazifanya haziwezi, haziwezi kwa ni za faida haziwezi kutuacha kuwa ni wa kawaida yes. Na ndio maana <laughs> kwamba nitaendelea sana sana. Kama ni maombi basi, inatakiwa niongeze spidi ya kuendelea kuomba sana naam, ia e, kufuata na maelekezo haya ambayo tunakuwa tunafundishwa, ambayo atatufanya sisi kuendelea mbele, ama tusione kwamba imani kuwa ni mzigo. Ndio Amina. Mungu abariki sana, mimi ni shwa kweli. Amen, amen, amen. Ongera sana kwa hatua hiyo, Mungu akubariki sana. Basi karibu mtumishi Lameki. Haleluya kanisa, amina kanisa. Ameni, amen, ameni, amen. Basi nami hapa ndiyo nina sababu zote kabisa za kumshukuru Mungu ambaye nizidi kuwa mwema sana upande wetu kama, hmm, kanisa kwa ujumla ndiyo lakini pia hata kwa mtu mmoja ambako tunazidi kujua ama tunapokutanika kama familia kama hivi e, unaona kabisa kiukweli hatuna maisha mengine kama ambavyo aposto Mwangosi, hapo mtume ambavyo aliendelea na somo lake akisema kwamba e, imani imani ndio maisha yani. Kiukweli kabisa haya tunaendelea nayo ah, tunaona kabisa kiukweli hakuna maisha mengine nje na haya ambayo tunaendelea nayo kwa hiyo Binafsi yangu namshukuru Mungu sana kwa sababu duniani kuna kuwa na vingi a, kama maeneo mbalimbali kuna kuwa na mengi, lakini pia unaona kabisa kila kitu kinakuwepo na upinzani wake ama kila jambo linakuwepo na kukinzana. Ndio maana hata mtumishi wa Mungu, nakumbuka Johnelfu siku fulani hapo akisema kwamba shetani hakubali kushindwa. Kwa kuwa hakubali kushindwa Ndiyo. basi hata kwa kuwepo tu hemani vile vile wewe jua kuna kupambana ambako ulipambana kuweza kufika kwa sababu sisi hatujafikia zile level za baba zetu ambazo wao walikuwa ama wazazi wetu tunaowaona kila mahali una, una, utawaona wako kwenye maumivu makali lakini wao ni ibada. Kwa hiyo mimi najua tu hata kama niko mapambano. Naam. kufika tu imani. Mimi namshukuru Mungu sana kwa sababu nakumbuka hata leo asubuhi nikiwepo kwa hapa nimeomba, nimeomba nikafika, wakati nikaona ah, bwana ni kama vile wingu la usingizi limenitanda sana hapa, nikasema a, hebu ngoja tu nijibariki kwa sababu kwa mazingira nilionayo hapa sina majukumu ya kutoka kwa wakati huu, sasa ngoja walau nitulie tu hemani hapa. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu sana kwa sababu pia ya mfumo ambako zamani zile ningikuwa nina maeneo ya kwenda ndiyo. e, tuna vijio vya kwenda kupoteza kama wakati huko kwa ndugu jamaa na marafiki, lakini leo unaona hapana, walau nikiwepo hemani hapa mm, ninatoshe panatosha kabisa kuliko kukaa aidha mahali pengine tofauti na hapa. Kwa hiyo binafsi yangu mi namshukuru Mungu sana kabisa kwa sababu ya familia ama mfumo ambao tumejengewa ama tumetengenezewa kwa mm. hiyo. Kwa haya yote, unaona tu kabisa kuna kipande cha uelewa ama ufahamu ambao tunakuwa nao mm. hauwezi ukaona kama mtu umekuwa ume, una, una, una, una, una utofauti sana, lakini pale ambako kuna vitu hauendi navyo sawa, ambavyo zamani zile zilikuwa zinaonekana ndio sawa, leo hii kutokuenda nao sawa kwenye mazingira yale ama kwenye tabia zile basi unaona maarifa haya tunayapata uemani. Kwa hiyo mimi nina sababu zote kabisa za kuendelea kumshukuru Mungu ambaye amezidi kutupa nafasi tena ya kukutana katika ibada kama hizi. Ndiyo. Lakini pia, lakini pia hata tunapokutanika tunaona mafundisho ya wazazi mbalimbali, lakini pia hata ndugu zetu wanapokuwa wakishuhudia. Mimi leo nilikuwa namchekesha mtumishi wa Mungu uh, mtumishi Margaret mke wangu kwamba nikiwa kambi kuu pale nilishuhudia kumwona mtumishi Dani aki, akiitwa Kwenda shuleni kwa ajili ya wanafunzi wa form four wakitaka wamuone walau kwa kule ambako wasifanye walau wakule ambako mitihani, walau kumuona wasifanye mm -hmm. Nikawa namwambia umeona, kuna mtu huyu ambaye anaonekana kwa picha kama hii mm -hmm. Ni mwalimu huko aliko, lakini angalia eh, ilibidi tu safari fulani ifungwe eh, ya kwenda kule. Sasa nikamwambia wewe, uko kwenye kadamnasi ya, ya watu huko naye wanakujaga wanafunzi moja moja hapa. Kama leo hii nilikumbuka baada ya kuona pia kuna wawili wamekuja pale nyumbani, ndio wakisema ah, sisi ni wa form 2 tumekuja kumsalimia madamu hapa siku nyingi hatujamuona, na kama hivyo tumemaliza. Kwa hiyo nikakumbuka nikamwambia mtu wa Mungu mimi nimemwona mtumishi wa Mpeta pale kambi kuu ambako pamoja na hali yake ya kuugua mguu ule lakini lazimika aende kule shule. Kwa hiyo naona kabisa kwamba hapana, si upendo tu kawaida. Yaani sio upendo wa kawaida. Kuna kitu wanakifanya ambacho hata inapelekea jamii ya watu hapo wanakuwa nao kule kazini wakampenda. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu sana kwa sababu tu hata ya makusanyiko ambayo kiukweli hatupambani kiivo kuweza kuwa na alama mahali mahali, lakini pia ni mfumo huu ambao unatujengea mimi ni swala mengi naomba niishie hapa kwa wakati, tuko salama, tunaendelea na ibada. Neema Yesu iwe pamoja na sote amen, amen, amen, amen. Mungu akubariki sana hapo Morogoro, amina sana. Basi, kwa dakika chache zilizosalia Elia Miatu, kama unatupata uweze kutufungia, karibu Haleluya. Amen, amen. Chuma, chuma. Chuma, kweli, kweli. Basi, asante, ninashukuru kwa ajili ya kwa ajili ya nafasi hii kwa ajili ya kutoa ripoti ya maendeleo yetu kwa namna ambavyo tunazidi kuendelea hapa hapa Simiu. Ndio. Kimsingi ni namshukuru Mungu kwa namna ambavyo tunazidi kuendelea, Naam. na namna zote za ibada pamoja na changamoto ambazo kimsingi zenyewe waga ziachi hii changamoto. Ndiyo. Wakati mwingine zinakuwepo lakini namshukuru Mungu sana, hata kwa ajili ya elimu au, au somo ambalo Baba Mwangosi amelizungumzia kwamba maisha ni eh, imani ni maisha. Ndio. Kiujumla mimi nitafakarisha sana nikasema, ila ni kweli ni maisha. Kwa sababu wakati huu au muda kama huu, mbona nikuna, kuna watu wengine ambao muda kama huu unaweza ukakuta yupo baa, unaweza ukakuta mm, yupo katika mazingira ambayo anafanya vitu ambavyo pengine vinamletea madhara, lakini hata hivyo si kana kwamba atakata tamaa na kesho anarudia tena kweli. Kuna mtu mwingine anaenda mahali fulani, alikuwa na hela nyingi zinaenda kupunwa zingine zote anaenda kutafuta tena, anapatikana katika yale mazingira. Kwa hiyo amekuwa na maisha ya namna hiyo, kwa hiyo hata sisi...